Yule anatolewa. Jamani, anatolewa, twe makini. Umesikia amesema kwamba anatolewa. Sasa kinachotolewa hapo ni mtu na anatolewa huyo mtu. Ni mchawi ambaye amedondoka na ungo, amedondoka karibu na ofisi za Tanesco kule Songea, na inasemekana kwamba yeye alikuwa katika harakati zake za ruti hapa na pale, amedondoka na amekamatwa na askari, kama unavyoona kwenye video yake hapo. Sasa mimi sitaki nikumalizie uhondo, wewe tazama namna ambavyo mashahidi wanazungumza, waliokuwa wakizungumza hapo pembeni, namna ambavyo kila kitu kinachoendelea juu ya huyu mchawi ambaye amekamatwa na alipokamatiwa, ni kule Songea. Lakini kumbuka kitu kimoja, kabla sijakuachia video hiyo itazame, kumbuka hii ni Sawasawa Digital, na tunakuhabarisha kiganjani mwako. Lakini ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe hapo juu, lakini kuwasha hiyo alama ya kengele, ili tu tunapokuja taarifa zetu uwe wa kwanza kuzipata, na nauo unazipata kwa wakati. Lakini kumbuka kushare na wengine waweze kupata taarifa zetu, punde tu tunapokuwa tumeziweka hapa Sawasawa Digital. Yule anatolewa. Jamani anatolewa twe makini. Huyo